Unahitaji kuelewa hili ukitaka kufanikiwa duniani kibiblia: kuomba peke yake hakutoshi, kutoa sadaka peke yake hakutoshi. Ama unataka kufanikiwa duniani kibiblia: kuomba peke yake hakutoshi, kutoa sadaka peke yake hakutoshi, au kuomba na kutoa sadaka havitoshi kukufanikisha. Lazima uwe na kitu cha kufanya kwa sababu Mungu, ukienda kumweleza tatizo lilo nalo, kati ya kitu kimoja wapo atakusemesha, atakupa maelekezo ya kitu cha kufanya. Unapotoa sadaka, ukaunganisha pamoja na maombi yako, Mungu aweze kukusaidia, uweze kufanikiwa, lazima ujifunze kutega skill. Unaweza ukaangalia kwenye maandiko, ili nakupa tu utangulizi uweze kuelewa. Biblia inatueleza habari za mtu mmoja anaitwa Kornelio, alikuwa akitoa sadaka na kuomba, na malaika alipokuja akamwambia, maombi yako yamefika, sadaka zako zimefika, lakini hazitoshi. Mtafute mtu mmoja anaitwa Simoni Petro, atakwambia ya kupasayo kutenda, atakwambia ya kupasayo kutenda maombi yako sawa, sadaka yako sawa, vimepokelewa vyote huku mbinguni, na kwa sababu hiyo vime huku mbinguni wametoa maelekezo ambayo wewe unatakiwa kuyatekeleza, na hayo maelekezo Mungu ameyaweka ndani ya mtu mmoja anaitwa Simon Petro yuko Yafa. Wakati Yesu alipokuwa anatoa ripoti kwa njia ya maombi kwenye Yohana 17, na kumweleza baba yake. Kati ya jambo moja wapo alilosema, alisema kazi nimemaliza, kazi nimemaliza, pamoja na kuomba, pamoja na vitu alivyokuwa anafanya, anasema kazi ulionipa kufanya nimemaliza. Alizungumza na wanafunzi wake akisema chakula changu nilicho nacho nihiki, ni hiki niyatende mapenzi yake aliyenipeleka, kaimalize kazi yake. Bwana Yesu asifiwe.